Leo nitakuonyesha ni kitu gani kimefanya pesa ya Tanzania iendelee kushuka thamani. Lakini pili nitakuonyesha namna Kikwete alivyoshiriki, namna Jakaya Mrisho Kikwete alivyoshiriki kwanza kuporomosha thamani ya shilingi ya Tanzania na kuharibu uchumi wa Tanzania. Ndugu Mtanzania, Mzee Nyerere Mwalimu Nyerere amechukua nchi mwaka sitini na mbili. Wakati huo dola moja ya Kimarekani sawa na shilingi tano. Ameiongoza Tanganyika miaka ishirini na tatu. Amengatuka mwaka themanini na nne. Dola moja ilikuwa sawa na shilingi ishirini na mbili. Ameacha deni la taifa shilingi trilioni tatu. Kwa hiyo mwaka themanini na tano Mzee Mwinyi ameingia madarakani. Jambo la kwanza alilofanya Mzee Mwinyi ni kubadilisha mfumo wa uchumi. Kwa hiyo akaitangaza Tanzania kutoka nchi inayofata mfumo wa uchumi wa kijamaa na kuitangaza Tanzania kama nchi inayofata mfumo wa uchumi wa soko huria. Mzee Mwinyi amekaa madarakani miaka kumi. Anang'atuka mwaka tisini na tano Tayari dola moja ni sawa na shilingi mia sita za Kitanzania. Mzee Mwinyi amekaa madarakani miaka kumi, amekopa shilingi tilioni kumi na tano kwa hiyo Mzee Mwinyi anaondoka madarakani mwaka tisini na tano ameacha deni la taifa shilingi tilioni kumi na nane wakati Mzee Mwinyi akiwa madarakani, huyu Jakaya Mlisho Kikwete ndio alikuwa waziri wa fedha. Kwa hiyo wakati pesa ya Tanzania inaanza kuporomoka thamani Jakaya Kikwete alikuwa waziri wa fedha. Aya, mzee Mkapa amechukua nchi mwaka tisini na tano. Kwa hiyo amepokea nchi wakati huo dola moja ya Kimarekani sawa na shilingi 600. Mkapa amekaa madarakani miaka kumi. Anaondoka madarakani mwaka 2005. Tayari dola moja imefika shilingi 1200. Wakati mzee Mkapa akiwa madarakani, Jakaya Kikwete alikuwa waziri wa mambo ya nje. Alikuwa ni mjumbe wa baraza la mawaziri, anahudhuria vikao vyote vya baraza la mawaziri. Kwa alikuwa anajua hali ya uchumi wa nchi, hali ya kisiasa na hali ya kijamii. Mkapa pia alikuwa anaendelea na mfumo wa uchumi wa soko huria, free market economy. Mungu si wasumani, mzee Jakaa Kikwete amechukua nchi mwaka 2005. Kwa hiyo amechukua nchi wakati wa dola moja ni sawa na shilingi elfu moja mia mbili. Kumbuka, Kikwete ana degree ya uchumi, ni mchumi, lakini pili ni mtu mwenye uzoefu. Amekuwa waziri wa fedha wakati wa mzee Mwinyi, miaka yote kumi ya mzee Mkapa, Kikwete alikuwa waziri. Amechukua nchi. Jambo la kushangaza. Kikwete anaondoka madarakani mwaka elfu mbili na kumi na tano. Dola moja ya Kimarekani ni sawa na shilingi elfu mbili mia tatu. Yani ina maana pesa, thamani ya pesa ya Tanzania iko hoitabani, iko nyanga nyanga, imepoteza thamani, imepoteza mvuto. Mbaya zaidi, uchumi wa Tanzania uko hoitabani, uko nyanga nyanga. Huyu ni mchumi by professional. Sasa unaweza kujiuliza, kwani tunataka miaka mingapi ndio tuone kwamba hela yetu inaporomoka? tunataka miaka mingapi ndio tujifunze wa Tanzania kwa sababu